Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapata ujasiri wa kuandaa jambo kubwa la namna hii kwa sababu tunafahamu kila mwaka kumekuwa na ongezeko kubwa katika bajeti ya bodi ya mikopo kiasi ambacho kinapelekea kina kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi wanufaika katika taifa letu. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, iko historia kubwa ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan mama yetu kipenzi, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameweka katika taifa letu kwa kuwa rais wa kwanza kuweka na kuanzisha utoaji wa mikopo kwa wanafunzi wa vyuo vya elimu ya kati. Piga makofi kwa mama yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunafahamu jitihada kubwa zilizowekwa katika uboreshaji wa maisha ya wanafunzi hadi hivi sasa tunavyozungumza. Tumetoka kutumia elfu nane mia tano kama boom kwa siku hadi kufikia shilingi elfu kumi kwa siku moja. Maombi na mapendekezo yangu kwa unyenyekevu mkubwa kwa niaba ya viongozi wa serikali za wanafunzi nchini, ninaomba serikali kupitia jukwaa hili itusaidie kuhakikisha kwamba maisha ya wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu yanazidi kuboreshwa na kuongezeka. Tunamfahamu mama yetu ni mama msikivu, ni mama hodari, ni mwenye huruma na mwenye upendo wa hali ya juu. Ikikupendeza Mheshimiwa waziri mkuu, tunaomba utubebee utu ombi hili, walau sisi wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu kutokana na maisha kupanda kwa hivi sasa tutoke kwenye kiwango cha kupewa fedha kujikimu kwa shilingi elfu kumi hadi shilingi elfu kumi na mbili kwa siku, pengine inaweza katusaidia. <speaking> in <language> vijana hoye TAHLISO <speaking in language> Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sauti hizo za bashasha na kushangiliwa huko ni vijana hawa vyonaikuwa na imani kubwa na rais wao kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan, na wewe ndio msaidizi wake mkubwa katika eneo hilo. Tunaomba ulibebe hilo, Mheshimiwa mgeni rasmi, kikupendeza.